Mamlaka niliyokabidhiwa na natangaza umejipanga kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza ni ujuzi, hujitahidi kupata ujuzi wa vitu tofauti tofauti nje ya hiki tulichokisomea. Kwa mfano kuna vyuo kama VETA wanafundisha ujuzi wa vitu tofauti tofauti. Kitu hicho pia kinaweza kikakufanya wewe ukaangalia kitu gani kinakufaa ili uende ukajiajiri mwenyewe na sio kuajiriwa. Kwa hiyo ujuzi unaweza ukakuinua kukufanya wewe uweze kupambana na changamoto hii ya ajira, na ajiri, iyo, mojapo ujuzi ya ajira tofauti na kuajiriwa, ina maana una uwezo wa kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo kitu kimoja hapo ni kuongeza ujuzi nje ya hiki ambacho tumekisomea, maanake watu wengi wanaamini sociology labda mpaka uajiriwe sawa, lakini kuna fani ambazo si lazima uajiriwe, kuna fani ambazo unaweza ukajiajiri pia mtaani sasa. Lakini napenda kuwashauri vijana wenzangu huko nje, fursa zipo nyingi, lakini in case mtu kakutana na fursa yoyote usikatae, kwa sababu ajira sasa hivi zimekuwa ngumu. Kwa maana in case ukipata sehemu yoyote ya kujishikiza, vijana wenzangu, mnaweza nikatumia hizo fursa. Ninas, ni mimi ni graphics designer, nimemaliza hapa Jordan University BSc ya computer science najivunia. Nikifika huko mtaani naweza nikatumia hicho kipaji changu kilicho nitoa hapa kupata, kupata hela zangu hapa na pale. Mfano, maendeleo makubwa ya teknolojia masuala ya artificial intelligence au tunaita akili mnemba, uh, inaleta changamoto kiasi fulani kwa wahitimu kwa sababu inawezekana kabisa baadhi ya kazi zinaweza zikachukuliwa na akili mnemba, kwa hiyo ni changamoto kwenu kuenda kweli kuonyesha eh, kwamba mmesoma na mnaweza mkatumia akili zetu. Wakati huo huo kuna changamoto mbalimbali ambazo zipo, lakini upatikanaji wa ajira vilevile ni vile changamoto. Kwa hiyo mjiandae kwenda kwa kuhakikisha kwamba Uh, mnajiajiri mnatafuta fursa mbalimbali na sio pengine kusubiri kwamba tutaajiriwa na serikali au tutaajiriwa na taasisi mbalimbali. Ikiwezekana niye ndio muwe chazo cha kuajiri watu wengine pengine ambao hawakuweza kupata bahati uh, ya kusoma, wale ambao wana vipaji mbalimbali. Tunafahamu kwamba wewe pengine umekuja kusoma hapa, umekuja kusomea sheria lakini wewe pia ni mwanamuziki, hicho ndio kipaji chako. Umekuja kusomea ualimu, una kipaji cha mpira, hivyo ndio vipaji naongelea. Kwa hiyo ni nafasi pia ya kuweza kukuza vipaji hivyo sambamba na ile elimu uliyoipata, havipingani kwa sababu unapokuwa na kipaji na una elimu, kipaji chako kinatumika vizuri zaidi kwa maendeleo yako na kwa jamii inayokuzunguka.